Ambao hawakufahamu majina yako kama unafahamika kama nani? Mama Hawa. Majina yako kamili. Fatuma. Pole. Nasante. Ndugu, uh, yetu alikuwa anasumbuliwa na nini hasa kikubwa? Tumbo. Tumbo, tumbo. Ndio sababu kubwa mwanangu kufariki. Na mwanzo, wakati anaanza kuumwa, vipimo vilionyesha ni tumbo ama e. Onyeshau na kivimbe tumboni, basi ndo chanzo. Upasuka tokata tumbo mpaka leo kafariki. Operation ya ishirini na sita. mm. katika kila operation ilikuwa inarudia lile tatizo najirudia e, ndo maana zikawa operation nyingi. Pole mm, sana Hawa, hawa ni mwanao. Tuna, tunajua unaumia mama Kipi hasa ambacho unaendelea kukikumbuka kwa maana na unapenda umwenzi, kwa kipi pengine yeye alikuwa anakipenda sana? Vingi <laughs> tu, siwezi kusema nikavimaliza, vingi sana. Kumbukumbu kumbu ipi ambayo unabaki nayo mama? Kumbukumbu <laughs> ya kwamba juzi nimeongea naye vizuri tu vizuri sana hasa, sku sikujua kama anakufa. Nikajua tu labda vipi umi anaongea na mimi anakufa na mm. Kwa muda gani, Hawa, tangu anze kusumbuliwa na maradhi? Karibia miaka minane, hasa miaka minane Hawa anauma. Amewacha watoto wangapi? Mmoja. Maisha. Pole sana, asante kwa Tanzania. Mimi nawashukuru sana kwa ushirikiano wao walioonyesha kwa Hawa, kwa kweli wametusaidia Watanzania kadi walivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa harambee zao ambazo walikuwa wanazipokea na kumsaidia Hawa kwa hicho walichokuwa wamejaliwa. Nashukuru, pole. Mungu akutie nguvu.